Wakuongezee waku ulinzi tu sasa kwa sababu hey, waniongezee ulinzi. Nakuwanza na kwanza nashukuru mwanangu Doko, kweli kanichukua na kanimili kani, kusema ukweli amenidhibiti Doko, mi sifanye kitu bila Doko, lakini namshukuru mwanangu, kanitoa kanipeleka kwa ikilamu kwa nguvu ya nani ya huyu. Je, huyu angenikataza kusema usiende kule? Wapo wengine wanakataza. Mimi kusema ukweli mwanangu namshukuru, na iklam naiklamu namwombea dua Mwenyezi Mungu azidi kumzidishia, namwondolee maradhi fitina za watu. Kwa yoyote watoto wangu hawa atakayewafanyia fitina, Mwenyezi Mungu awahukumu, tena wakate vipande saba au tisini kwa uwezo wa Allah wa Subhana wa Taala hakuna mwingine, mi nachomwachia Mwenyezi Mungu, yoyote awe ndugu yao awe mpita njia, eti kwa nini? Basi mi dua langu namwomba Mwenyezi Mungu alipokelee hawa watoto awaangalie kwa macho mawili. Do, doko doko amekupa nafasi wewe hey, kanipa nafasi ya kutoka kwenda kufanya kazi ni Clam hey. Lakini kuna baadhi ya wasanii wengine huu hawapendi kuwapa wasanii wao nafasi. Kama mama bibi mzazi mlezi, unashauri nini wasanii ambao hawataki kuwapa wenzao nafasi, wasanii kwenda kushirikiana na wenzao? Waache lombaya, ile ni lombaya. Lakini huyu mtoto Mwenyezi Mungu, ndio maana nazidi kumwombea dua kwa yoyote atakayemfanyia husuda awe ndugu yake, hawe nani, hawe nani, namwachia subhana wa taala. La ilaha inallahu muhammadi rasulullah, amwangalie.